Na tukigeukia spoti sasa, ni kwamba viongozi wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia FC wamerejea mazoezini huku wakijiandaa kwa pambano gumu dhidi ya Sofapaka Jumamosi kwenye uwanja wa taifa wa Nyayo. Gor Mahia ilishinda mkondo wa kwanza kwa mbili sufuri kwenye uwanja wa Dandora, lakini benchi la kiufundi haliachi chochote kwenye ligi ambayo inazidi kuwa na ushindani mkubwa. Gor Mahia wamekuwa kwenye msururu mzuri wakishinda mechi tano kati ya saba zilizo pita bila kupoteza. Sare hizo mbili katika kipindi hicho zimekuwa katika mechi za ugenini dhidi ya Bandari huko Mombasa na Shabana huko Kisii. Wasiwasi pekee uh, wa jeraha ni sham, la shambulizi uh, Felix Olwoch ambaye atakuwa nje kwa wiki mbili zijazo.